Na maelfu ya waombolezaji wenye huzuni nyingi walijitokeza eneo la Lessos katika kaunti ya Nandi kumpa buriani Kasisi Allois Cheruiyot Bett aliyeuawa kwa kupigwa risasi na majangili katika eneo la Tot, kaunti ya Elgeyo Marakwet majuma mawili yaliyopita alipokuwa akitoka kwenye ibada ya Jumuia na jinsi mwanahabari wetu Timothy Kipnusu anavyotuarifu, viongozi wa kisiasa na wale wa kidini wamelaani kitendo hicho cha unyama huku wakitaka serikali kukamilisha uchunguzi mara moja kuhusiana na mauaji hayo na wahusika kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Biwi la simanzi lilitanda mnamo siku ya Jumanne kwenye mazishi ya kasisi Allois Cheruiyot Bett aliyeuawa kwa kupigwa risasi na majangili eneo la Tot katika kaunti ya Elgeiyo Marakwet. Wito wa kutaka uchunguzi wa kina ufanyike ulisheeni katika mazishi hayo, huku viongozi wa kisiasa na wa kidini wakilaani vikali kisa hicho. Hii kuwa Father Allois sio waliua Father Allois kimakosa, ni kwa sababu walikuwa wamekuwa Conrad, wamezuiwa kuiba ng'ombe, wamezuiwa kuiba eh, kuumiza watu wale wengine wa sasa sasa wakarudi uchokozi wakiongozwa sasa na seneta wa gatuzi la Nandi, Samson Cherargei. Viongozi hao wametoa wito kwa serikali kuorodhesha Keriovale kama maeneo yanayotatizwa kiusalama yanayohitaji operesheni kali za kumaliza wahalifu. hiyo ni eneo la Keriovale lazima ikuwe gazetted as disturbed area so that operation can be done, kama ile ilifanyika Mount Elgon kufukuza SDLF pale, operation disturbed area Naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat kwa upande wake ametoa hakikisho kwa familia ya mwenda zake kuwa haki itapatikana kwa familia, huku gavana Elgeiyo Marakwet Welsi Rotich akitumia jukwaa hilo la mazishi kuomba msamaha kwa wakazi wa gatuzi hilo la Nandi kwa niaba ya serikali na kaunti ya Elgeiyo Marakwet kwa mauaji yaliyotukia eneo lake, akisema kasisi huyo hakuwa na kosa lolote la uhalifu. Nataka niwaombe nyinyi wote mtusamehe, na tunawahakikishia hii kifo ya father inaweza kuwa turning point ya hiyo vita iko Kerio Valley. Wengi wetu tujawahi lala kama mimi nimekuwa governor tangu niwe governor. Nilienda kwa president siku ya kwanza. Wakati huyu governor anaomba factory, mimi huwa naomba bunduki ya KPR na risasi, mimi naomba kambi ya polisi, kambi ya jeshi. Hiyo vitu yote ndio mimi naombanga tu nikienda mahali. Bandits hawa pale Kerio Valley ni ile kila mtu amesema they have crossed all the red kuanzia watoto, akina mama, wazee, sasa wamefikia mapadri. Hii kifo cha Father Allois Bett tumeweza kujua, na mimi sikuwa nimejua hii mpaka ile siku nilienda Chesongoj pale. Timothy Kipnusu, Darubini.